Lakini vile vile tuna jukumu kubwa la kusimamia Muungano wetu. Hili ni jukumu la msingi sana kwa wizara yetu. Ni vizuri tukahakikisha kwamba kila mtu anajua. Mmeeleza vizuri mipango ya, ya elimu ya, ya Muungano wetu. Nilidhani ni, ni vizuri tukalichukua tuka jukumu hilo kwa uzito unaostahili kwa maana kwamba nchi yetu mafanikio yake makubwa yanategemea uimara pia wa muungano wetu. Kule kwenye mazingira kuna mambo yale mengine ya msingi sijayasemea sija, kama matumizi ya nishati safi ambayo hata katika ilani ya CCM imetupa eneo la kusimamia katika siku mia moja za kwanza, nadhani tutaona namna ya kulifanyia kazi. Lakini vilevile vile, katika eneo la Muungano tusisubiri, tusisubiri hoja, tusisubiri hoja zijitokeze. Daima tu tunaangalia mazingira yanayoweza kusababisha hoja na tunatengeneza majibu ya haraka au urekebishaji wa haraka ili kufanya mazingira ya kwamba Muungano wetu uendelee kuwa imara siku zote, lakini kubwa kuliko zote ni kwa vijana wetu. vijana wengi hawajui muungano ulikotoka, hawajui umuhimu wa muungano. Kwa hiyo mipango ambayo nimeieleza ya huko tunakotakiwa kwenda kuwezesha vijana wetu ambao ni zaidi ya asilimia sabini, kwa hiyo muungano wetu ni eneo pekee linaweza kutuweka salama, ni kuhakikisha vijana wetu wanauelewa vizuri, lakini pia wanaelewa sababu zake, umuhimu wake, umuhimu wa jana umuhimu wa leo ili tuweze, tuweze kuwa na taifa zuri zaidi. Tuna nchi nzuri sana, tunahitaji sisi tu kuisimamia vizuri, kuhakikisha kwamba tunaendeleza yale ambayo yamefanyika na serikali zilizopita, waasisi wetu, alafu tunakwenda mbele tukiwa na taifa tukiwa na taifa zuri zaidi.